Hawa ni baadhi ya raia wa Palestina wakichukua mali zao mara baada ya shambulio la Israel lililolenga makazi yao katika eneo la Khan Yunis, Gaza. Kwa saa 24 zilizopita zaidi ya raia 40 wameuawa katika eneo hilo, huku Wapalestina wakiwa njia panda, hawajui ni lini utulivu utarejea na kuishi kwa amani tena. Katikati ya maumivu haya kwa raia wa Palestina, taarifa ya mpango mpya wa amani inatolewa na Rais wa Marekani Donald Trump katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii akieleza kuwa wawakilishi wake wamekutana na maafisa wa Israel kuhusu mzozo huo unaoendelea kabla ya ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington Julai 7 ambayo ni wiki ijayo. Taarifa hiyo imeeleza kuwa Israel imekubali masharti muhimu ili kukamilisha siku 60 za usitishaji wa mapigano na kutaka ushirikiano wa pande zote kumaliza vita baina ya Israel na Hamas. Katika mpango huo, wa wakilishi kutoka nchini Qatar na Misri ambao ni upatanishi katika mzozo huo wanatarajiwa kutoa pendekezo la mwisho ili kukamilisha taratibu zote kwa pande zote kuridhia usitishaji. Rais Donald Trump pia alihimiza kundi la Hamas kuridhia mpango huo kabla ya hali haijawa mbaya zaidi, lakini Hamas wenyewe wamekataa kuridhia mpango huo uliotangazwa na Rais Trump wa siku 60 wakidai wanataka makubaliano ya wa kusitisha kikamilifu vita katika Ukanda wa Gaza na si wa siku sitini. Awali, Rais Trump alieleza kuwa siku hizo sitini zingetumika kuendeleza juhudi za kumaliza kabisa vita, jambo ambalo Israel inasema haitowezekana hadi ilisambaratishe na kulishinda kundi la Hamas lo ye hamas lo ye hamastan lo hozrim laze Alava... Jumuia za kimataifa zimekuwa zikitoa shinikizo kwa pande hizo mbili ya simu kufikia makubaliano ya usitishaji mapigano, kuachiwa mateka wanaoshikiliwa na kundi hilo, na kusitisha kabisa vita hivyo vilivyodumu kwa takriban miaka miwili, lakini bado haijapatikana suluhu ya kudumu. Je, ni lini? Akimidio Lotu, Azam News.